Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Hebu tutafakari ule ujumbe ambao au ujumbe ambao nimeupa jina uwezo wa mpinga Kristo. Nitaka tuingie ndani kidogo tuweze kuona huyu mpinga Kristo maana yake. Wengine wamedhani ni jambo la kawaida, wamemlinganisha na watu mbalimbali, wamedhani ni mtu wa kawaida kiasi hicho, lakini niseme si mtu wa kawaida kama vile ambao Biblia inamwita mnyama na sehemu nyingine inamuita kuwa pembe. Ni, ni, ni nguvu kubwa, ni nguvu halisi, ni uwakilishi halisi wa shetani. Kwa hiyo ni kwamba shetani sasa anapata nyumba ya kukaa ili aweze kutenda mambo yake, ili aweze kuthibitisha nguvu yake na uovu wake. Haya tunayaona pale ambapo uh, Paulo anasema kwa Wathesalonike wa pili uh, uh, ile sura ya pili ule mstari wa tisa anashuka chini pale mpaka wa kumi Anaeleza mambo yaliyoko pale, anasemaje? Anasema kwamba uh, uh, huyu mpinga Kristo atakapokuja atatenda kwa uwezo wote wa shetani, uwezo wote wa shetani, maana yake na ajabu zote na madanganyo yote. Kwa hiyo maana yake ni picha halisi ya shetani mwenyewe. Sasa shetani amekuwa na malaika wengi aliyoanguka nao, malaika wenye nguvu hajawahi kuwapa madaraka ya moja kwa moja, kuwakabidhi kiti chake, kuruhusu waendeshe mambo. Lakini wakati huu, kwa sababu ni fainali ya mwisho, kuelekea mwisho wa utawala wa wanadamu na mwisho wa utawala wa shetani katika ulimwengu, ili kwamba mfalme Yesu Kristo aweze kutawala tena, ndiyo sasa shetani anaingia katika jaribio lake la mwisho. Ni kama Mungu anamwacha fanye jaribio lake la mwisho. Anataka sasa yeye aingie na nguvu yake yote, aingie na majeshi yake yote ili aweze kuitawala au kuisimamia uh, kuiongoza dunia kama apendavyo. Sasa hapa mbele yake, unaona hata sasa kuna wawakilishi, yuko mwakilishi wa shetani duniani, yuko yule ambaye watu wote wanakwenda kwake na wanamheshimu uh, mtu ambaye anaheshimiwa kuliko watu wengine wote duniani. Huyu ni mwakilishi wa shetani, kwa sababu dunia ilimkataa Yesu Kristo. Kama ilimkataa Yesu Kristo, maana yake yoyote anayeheshimiwa na dunia kuliko watu wengine. Yoyote anayeheshimiwa na kila mtu, maana yake huyu si wa Mungu, maana yake huyu atakuwa ni wa shetani. Kwa sababu hiyo, tunaona sasa mpinga Kristo atakuwa na sifa gani? Anasema atawashinda watakatifu, lakini atakwenda, atakomesha ibada ya kuteketezwa. Picha inajengwa katika hekalu la Yerusalemu. Nilisema hekalu la tatu halipo sana katika Biblia lakini Israeli watakwenda kulijenga japo watakuwa wanajenga kwa ajili ya ujio wa mpinga Kristo hasa, si kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo, kwa sababu hekalu la kwanza lilijengwa, hekalu la pili lilijengwa, na sasa hekalu la tatu maana yake ni kanisa la Mungu, ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo hakuna haja ya ujenzi, japo litajengwa tena, na mpinga Kristo anajitangaza Mungu kutoka mahali hapa sasa. Lakini ataleta, ataleta dhiki kuu, ataleta kipindi ambacho Kristo Yesu anaonya kwamba ni kipindi sana lakini, mbele yake anasema sasa, hapa anasema atabadili majira na nyakati, atabadili majira na nyakati. Lakini mbele yake anasema ata yeye ata, ata, atalishusha jeshi la mbinguni mm, atalishusha jeshi la mbinguni sasa. Kuna mambo mengi ambayo anayafanya, lakini anasema atajitukuza kuwa Mungu yeye, sasa atajitangaza kuwa Mungu na wanadamu watapaswa kumwabudu yeye, kama unavyoona katika kitabu cha Ufunuo anasema wadogo kwa wakubwa wote wakapigwa chapa ya mnyama, yote asiyemwabudu uh, yule mnyama, maana yake inaonekana na sanamu yake inaonekana, kwamba ilipaswa auawe. Kwa hiyo ataabudiwa na dunia yote, lakini uh, uh, nimeeleza pia kwamba atayangusha majeshi ya mbinguni, lakini anasema ata uh, uh, uh, washinda anasema atawaua pia wale mashahidi wawili wa Mungu Fikiria, atawaua Eliya pamoja na Musa pamoja na ishara zao kubwa za kuita moto kutoka juu, za kuita kufunga mvua, pamoja na ishara zao. Wale ni wana wa mafuta, lakini mpinga Kristo atakwenda kuwaua. Kwa hiyo si jambo la kawaida, mpendwa mtakatifu wa Mungu. Sasa ni wakati wa kula na kushiba chakula ambacho ni neno la Mungu, si wakati wa kujiburudisha sana na kusikiliza mahubiri mepesi yanayosema kwa habari ya mafanikio tu. Usisema mafanikio ni jambo baya, lakini ni wakati hasa wa kuangalia picha kubwa ya mbele, maana Biblia inasema mwenye hekima uliona jambo akajificha. Nikukumbushe tu kwamba Yesu Kristo yu njiani kuja, na bado usajili unafanyika kupitia Roho Mtakatifu na damu yake inanena mema hata sasa. Mwamini Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako ili uweze kutawala naye hapa hapa duniani kuanzia Yerusalemu na baadaye dunia nzima, ni katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amen.